Nchini Tanzania ambako rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan amesema kuwa serikali ya nchi hiyo imeunda tume ili kujua kiini cha vurugu zilizotokea wakati wa uchaguzi na mara baada ya uchaguzi na kusababisha vifo vya watu. Rais Samia ametoa kauli hiyo mwanzoni tu mwa hotuba yake wakati akilizindua ya Bunge la kumi na tatu jijini Dodoma, yaliyopo makao makuu ya nchi hiyo. Akiwa Dodoma, mwandishi wetu Deukaji Makomba ametuandalia taarifa ifuatayo. Tumwombe Mwenyezi Mungu aziweke roho za waliopoteza maisha kwenye vurugu zilizotokea tarehe ishirini na tisa siku ya uchaguzi hapa nchini kwetu. Mungu awape malazi mema ya amani, amen. Mimi binafsi, waheshimiwa wabunge, nimehuzunishwa sana na tukio lile natoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao. Huyo ni rais wa Tanzania Samia Suluhu Hasani hapo akikiri dhahiri sheri kuhuzunishwa na tukio la mauaji lililotokea mara baada ya uchaguzi mkuu mnamo Oktoba 29 mwaka huu. Akizungumza katika hotuba yake ya kwanza wakati akizindua bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia amesema kuwa pamoja na kufanyika kwa uchaguzi kulijitokeza vurugu za uvunjifu wa amani uliosababisha uharibifu wa mali na kupoteza maisha na kuhatarisha usalama wa nchi na kwamba serikali yake tume ili kuchunguza yaliyotokea. Serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea yaliyotokea, yani inquiry commission ili tujue kiini cha tatizo . Taarifa hiyo itatuongoza kujielekeza kwenye kuje mazungumzo ya kuleta maelewano. katika Ka hotuba yake hiyo rais Samia amewasii Watanzania kuongozwa na dhamira ya maelewano, ushirikishwaji, kujirekebisha na umoja katika siku za usoni. Rais Samia ameongeza kusema kuwa Tanzania inafuata misingi ya kidemokrasia na kwamba demokrasia inaweza kutafasiriwa kwenye mitazamo tofauti na kama taifa la Tanzania linaendelea kujifunza na kurekebisha na kwamba Watanzania wanapashwa kuitumia fursa hiyo kuendelea kujifunza na ku kukubaliana na jinsi ya kuendesha nchi kidemokrasia kwa kuzingatia tamaduni, mila na desturi ya Mtanzania na sio za kuletewa. Aidha, rais Samia amevielekeza vyombo vya sheria hususani ofisi ya mwendesha mashtaka kuwafutia makosa wale waliofuata mkumbo wakati wa maandamano. Katika hotuba yake hiyo, rais Samia amegusia suala la mabadiliko ya katiba. Serikali imeahidi kuanza kulifanyia kazi suala la mabadiliko ya katiba ndani ya siku mia za muhula wa pili wa pili, kwa awamu ya sita, kwa kuanza na tume ya usuluhishi na maelewano. Mheshimiwa Spika, tunapozungumzia umoja wa kitaifa tunaongozwa na uwepo wa tuno ya muungano wetu. Hata hivyo, hotuba hiyo ya rais Samia Suluhu Hassan imepokelewa kwa hisia mseto na wachambuzi wa masuala ya siasa. Donald Kasongi ni mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Tanzania. Mmoja akiwakilisha serikali kujutia yale yaliyotokea e, pa, kwa pande zote ni vyema kwamba ni muhimu sana kwa sababu tumepoteza maisha, hata kama tumepoteza mali.